Naam, hayo ni makala yetu ya Je wajua. Na hapo kesho tarehe nane mwezi Machi, siku ya Jumamosi, ya Jumamosi mtazamaji, tutakuwa tu, tuna, tunaadhimisha siku ya wanawake duniani na mojawapo ya malengo ni kuhakikisha kwamba kuna usawa wa kijinsia hata katika ulaji wa firigisi, ukipenda imondo. Naam, tuendelee. Serikali ya kaunti ya Mandera imezindua mpango kabambe unaolenga kukabiliana na athari za kiangazi kinachoendelea kusababisha hasara kubwa katika eneo hilo ambako viwango vya joto vimepanda hadi nyuzi 38. Mpango huo unajumuisha uchimbaji visima katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi kama vile kaunti ndogo za Mandera Magharibi na Banissa ili kutoa maji kwa matumizi ya binadamu na mifugo. Gavana wa kaunti ya Mandera, Mohamed Adan Khalif, aliongoza uzinduzi wa mradi wa kuchimba visima hivyo, alisema serikali ya kaunti imejitolea kutatua tatizo la uhaba wa maji katika eneo hilo. Alisema ipo mipango ya kuchimba visima vya dharura kuhudumia idadi kubwa ya mifugo ambao wanakabiliwa na hatari ya kuangamia na kiang... ya kuangamizwa na kiangazi kinachoshuhudiwa humu nchini. Saa, tulikuwa tunaenda maji kutafuta ramo Malkamari, uko Wangaitan Elwak, ndio uko tulikuwa zamani, watu tarakil, hata ilikuwa barabara hakuna. Nyuma yake wakati kaunti ilifika, tumepata barabara, tumepata da, tumechimbiwa damu. Our main name is to assess uh, the, uh, the drought